Ni katika barabara ya Mandela jijini Dar es Salaam, mojawapo ya barabara zinazotumiwa na magari mengi yakiwemo yale yanayoingia nchini kutoka nje na yanayotoka nje ya nchi. Hii ni barabara moja tu, lakini ni sehemu ya barabara kadhaa ya jijini Dar es Salaam ambazo zimekuwa zikipata shida kubwa ya foleni. Sababu zinazotajwa zaidi kama chanzo cha foleni hizi ni kuharibika kwa magari barabarani, baadhi ya taa za kuongezea magari kutofanya kazi, pamoja na ujenzi wa barabara unaoendelea. Foleni hizi zimesababisha usumbufu na kero za aina tofauti kwa wakazi wa Dar es Salaam ikiwemo wananchi kuchelewa katika kazi zao za kila siku. Siegfried Mbuya ambaye ni msaikolojia anasema changamoto ya foleni barabarani inasababisha abiria kushindwa kutimiza majukumu yao ipasavyo. Foleni ina athari kubwa inayevuka viwango vya saikolojia. Manake ni pale unapokuwa umechelewa, ndio hapo unakuta mtu anaanza kuwa na Um, kiwewe anxiety wanaita, lakini mtu anaanza kuwa na depression kwamba anahisi sasa si, sifiki tena kwa wakati sitaweza, tufanya moja mbili, na hivyo anaanza kuwa na tabia ambayo inahama kwenye ukawaida. Ukichelewa tu unakuwa sio wa kawaida, akili inashindwa kusimama, akili inashindwa kutulia. Yaani mambo yanaisia ya zinaingiliana, nitawahi? Nitafanya hiki itakuwaje? Na uchovu juu unaongezeka na ndio fatigi inapatikana sana kwenye foleni. Baadhi ya watumiaji wa barabara pamoja na abiria wanasema wanatumia zaidi ya saa mbili mpaka tatu kusafiri, hivyo muda mwingi kuonekana kupotea wakiwa safarini. Yaani nakuta unaitwa hivi, unatumia masaa mawili matatu, masaa mpaka manne matano kwa foleni. Ni matrafiki wao wanaelekeza magari anapoelekea kuwa mengi yalipokuwa mengi yawe yanavutwa kwenye mataa kwa wakati, maanake muda mwingi unakuta tunapoteza kwenye mataa. Mtu unaweza ukaondoka asubuhi sana, unasema eniwai kazini, lakini unachelewa. Yani foleni ni kubwa sana, natuasi kutokana na hii jamu, kwa sababu tunapotoka tumeshachoka, unakaribia unasema ushafika nyumbani, akuja kukutana na jamu kama hii. Zakaria Msangya ni mchumi, anasema muda mwingi unaopotezwa ukiwa safarini kwa kiasi kikubwa unaathiri uchumi kuanzia wananchi wa kipato kidogo na hata kikubwa. Muda ni uchumi. Sasa sasa, muda ukitumika vibaya, tayari uchumi unakuwa chini, na hii itafanya kwa nchi zetu ambazo zinaendelea, hususan Tanzania, hii inatakiwa kikubwa kifanyike, miundombinu iboreshwe, ili kusudi, kama watu watachukua hatua ya kutumia usafiri wa umma, itapelekea magari binafsi yatabaki nyumbani. Kwa hiyo zile shughuli zote za kiuchumi zitaenda vizuri, hususan kwa kazi za ofisini, biashara zitaenda vizuri kwa wakati, itapelekea hata kodi zitakusanywa kwa wakati. Kwa hiyo mwisho wa siku hata tutapandisha mapato yetu ya nchi kwa sababu pia watu watafanya kazi kwa, kwa wakati. Barabara ambayo inaonekana kuwa na foleni kwa wingi ni barabara ya Gerezani, Kigogo, Indira Gandhi pamoja na barabara ya Mandela ambayo inaanzia daraja la Kijazi hadi Buguruni ambayo inaonekana kupita magari makubwa ya mizigo. Joseph Mpangala, Azam News.